Kila wakati Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Wapendwa katika Kristo, tumekusanyika asubuhi ya leo kuadhimisha misa ya kumshukuru Mungu kama jimbo kwa utume wa wanajubilei wa askofu wetu Method Kilaini kwa miaka ishirini na mitano ya uaskofu. Pia tunaunganika na Padre Eladius Mtunzi wa jimbo letu la Bukoba Kumshukuru Mungu kwa jubilei ya miaka ishirini na mitano ya upadre. Pamoja na huyo tunaunganika na Padre Marcel Kaberwa ambaye anaadhimisha miaka tisini ya kuzaliwa na miaka sitini ya upadre. Tunaadhimisha pia jubilei za watawa. Watawa wa shirika la Batreza wa jubilei ya miaka ishirini na mitano au jubilei ya fedha ni nane. Wa jubilei ya miaka hamsini au jubilei ya dhahabu ni kumi na wawili. Jubilei ya miaka sabini na tano ni mmoja. Pia tunaunganika na mtawa wa shirika la Bikira Maria wa Shauri Jema ambaye ni mmoja, na mtawa wa shirika la Kanusa naye pia ni mmoja, anayeadhimisha jubilei ya miaka ishirini na tano. Hongera sana kwa jubilei hizo. tunashirlikiana kama wanajimbo wote kumpongeza kumshukuru Mungu kwa ufuasi utume wenu majitole na ushuhuda wenu. Ninapenda kuwapongeza kwa kuadhimisha jubilei zenu katika mwaka mtakatifu. Mmefikia jubilei hii kwa sababu muliweka matumaini yenu yote kwa Kristo katika utume wenu, ambaye ni tumaini ambalo alikatishi tamaa. Wapendwa, kama tunavyosoma katika kitabu cha Yoshua bin Sira, nasi tulio hapa tunaunganika kwa kusema msifuni Mungu wa wote, ambaye ufanya makuu kila mahali, ambaye utunza maisha ya watu tangu kuzaliwa na kutendea kadri ya huruma yake. Pia yeye utuletea furaha moyoni pia na kutujalia amani siku zote, kwa nyakati zote. Huruma yake inambatana na wale wa mchao. Wapendwa wana jubilei, maneno hayo yanayozungumzwa na mwandishi wa kitabu cha Bin Sira yanadhihirisha jinsi nyiye mulivyoyaweka mulivyoyaweka katika maisha yenu au mlivyoweza kuyaishi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameandamana nanyi, nanyi mmekuwa naye katika safari yenu ya kiroho. Hivyo, nyie ambao mmefikia jubilei hii ya leo, au jubilei ya miaka ishirini na mitano tunashirikiana kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yenu. Tukitumia utenzi wa mama Bikira Maria tunaunganika kusema Mioyo yetu itamtukuza Mungu kwa makuu aliyo watendea. Tunajivunia uinjilishaji wenu. Tunajua wengi mmeongoza taasisi mbalimbali mbali za Kanisa, au mmepitia katika taasisi mbalimbali mbali za kanisa na mkaacha nyayo zenu ambazo bado zinaendelea kuimarisha na kulinda taasisi hizo. Yani, ni meacha legacy kupitia uinjilishaji wenu. Wengi wamepokea Injili au sisi tunaendelea kuimarika kwa uinjilishaji wenu, ivyo mmoja wapo ya lengo letu siku ya leo ni kukumbushana sisi tulio nyuma yenu kuwa nyie wanajubilei wetu ambao ndio mnaendelea kurithisha imani kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Hivyo tunawaomba muendelee kutoa mchango wenu mpaka pale Mungu atakaposema, sasa inatosha, watumishi wema na waaminifu, njoni kwangu mpate tuzo inayowastahili. Pia piya siku ya leo tunawaombea maisha marefu katika utume, yaani adimultos anos, wapendwa wanajubilei tunamshukuru Mungu kwa kuwavusha katika changamoto mbalimbali mbali. Labda wengine mulipambana na afya mbaya au wakati fulani ulipangwa sehemu ukapata shida na misukasuko ya kutoelewana na wanajumuiya au wakubwa wako au ndugu zako wa karibu. Na ulipaswa kupambana kwa... au ulipaswa kupambana kwa ajili ya kutetea imani, au kwa moyo wako wa kuwa mwenye haki ulipaswa kupambana kulinda mali za kanisa, lakini wakati huo huo ulinyanyaswa au ulisingiziwa kwa yote mliokumbana nayo tunasema maneno ya mtakatifu Paulo waraka wa kwanza kwa Watesalonike sura ya tano aya ya kumi na nane ambaye anatufundisha kuwa tushukuru kwa kila hali na tushukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo na sisi tunaowapongeza siku ya leo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote hayo. Labda Mwenyezi Mungu aliyatuma ili aweze kuwakomaza katika utume wenu. Wapendwa wanajubilei, tunaendelea kuwapongeza nyote kwa uvumilivu wenu wa kuendelea kujikana na kubeba misalaba yenu na kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo aliyewaita, kama tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya tisa aya ya ishirini na tatu kwa kupitia uinjilishaji wenu meishi. Injili ya leo ambayo au meishi Injili tunayo isikia inatuambia mama yangu na ndugu zangu ni yule anayefanya anayotaka Mungu, huyo ndiye kaka yangu na dada yangu na mama yangu. Kama mnavyokumbuka, bwana wetu Yesu Kristo maneno hayo aliyasema katika mkutadha mkutadha hambapo walimwambia kwamba kaka yako na mama yako wanataka kuona, lakini yeye akawaambia ndugu yake na mama yake ndio wale wanao fanya wanaolisikia neno la Mungu na kulifanya. Hivyo nyie ambao mmefikia siku ya leo kuadhimisha jubilei mbalimbali tulizozitaja mmeishi maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mmekuwa ndugu na rafiki wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ongera kwa utume huo ambao umeufanya utume uliotukuka. kwa kuwa mmekuwa na hizo sifa za kuitwa marafiki ndugu na jamaa za Bwana wetu Yesu Kristo, tunaendelea kushukuru utume wenu nikitumia maneno tuliyosikia katika somo la pili lilotoka kwa, lilotoka kwa waraka wa mtume Paulo kwa Korinto. Alisema, ninamshukuru Mungu wangu daima kwa ajili yenu, kwa sababu amewatunukia ninyi neema yake kwa ajili ya Yesu. Maana kwa kuungana na Kristo mmetajirishwa kwa kila kitu, mmejaliwa elimu yote na uwezo wote wa kuhubiri. Maana ujumbe juu ya Kristo umedhibitishwa ndani yenu, hata amupungukiwi kipaji chochote cha kiroho, mkiwa mnangojea kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye atawaimarisha nyinyi mpaka mwisho, mupate kuwonekana bila hatia siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu yeye aliwaita ninyi muwe na umoja na mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Wapendwa, maneno hayo ambayo tumeyasikia kutoka kwa Mtume Paulo akiwaandikia Wakorinto mmeyaishi kweli kweli kwa kupitia historia ya maisha yenu mmeona kwamba kwa mmejaliwa elimu mbalimbali mbali, mmejaliwa vipaji mbalimbali mbali ambavyo mbali mbali, vimemtangaza Kristo. Hongera kwa utume wenu huo ambao mmeweza kufanya katika nyakati mbalimbali mbali, mbali na sehemu mbalimbali ambapo mlitumwa. Wapendwa taifa la Mungu, tumefika hapa kuwapongeza, tumefika hapa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa utume uliotukuka wa ndugu zetu hawa. Ninaomba tuendelee kuwaombea tujue kwamba bado hawajamaliza safari, hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu hawaongoze waweze kumaliza safari yao vizuri. Pia kama Wahaya wasemavyo, atachuba talimanki talima mtano, sisi wengine tuliofika hapa bado hatujafikisha jubilei hizi ambazo mnadhimisha. Tukiangalia mama wa jubilei ya miaka 75 katika utawa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hongera sana mama, na Mwenyezi Mungu akuendelee kukujalia afya ya roho na mwili. Tukimwangalia Father Marcel Kaberwa, jubilei ya miaka sitini, na mwenyewe sisi wanafunzi wake tunajivunia sana. Tukiwaangalia watawa wa miaka hamsini, na wenyewe tunasema asante Mwenyezi Mungu. pia tukiwaangalia, waangalia padre wa miaka 25 na masista wa miaka 25 tunasema ongera sana kwa utume wenu, na endelea mbele. Lakini ni wakati muafaka wa sisi ambao tuko nyuma kuanza kujifunza siri za mafanikio ya hawa ndugu zetu kwanza kusoma maisha yao na wakati mwingine kuwauliza kwamba jamani nyie mmefika fikaje hapo miaka sabini na mitano ya utawa wengine hata tujafikia miaka sabini na mitano ya kuzaliwa bado tunapungukiwa miaka lakini mama yupo kwenye utume kiangalia miaka ishirini na mitano ya uaskofu. Wengine sasa ndiyo tuna miaka miwili. E, tunajivunia utume wako baba. Kilaini, tukiangalia miaka sitini ya upadre e, tunasema e, mimi nadhani sijafikia nusu ya miaka hiyo ya upadre. Hayo Mwenyezi Mungu tu, sema, atachuba talima. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na ni furaha kubwa, na kama nilivyosema atachuba talima mtano. Kwa hiyo tuendelee kwa kujifunza kutoka kwao na tuwafikie tuwaulize kwa namna gani eh, wameweza kufikia miaka hiyo ya utawa miaka hiyo ya uaskofu na miaka hiyo ya upade. Wana mambo mengi ambayo wameyapitia, wana uzoefu mkubwa katika utawa. Kwa hiyo tuwaendee na kuwaomba ushauri na kuwaomba maelekezo na wenyewe watakuwa tayari, nadhani kwa ukarimu ambao wameupata kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwalinda. Nina imani na wenyewe watakuwa wakarimu. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea na Mwenyezi Mungu aendelee kuwapatia afya ya roho na mwili. Ad multos annos. Tumsifi Yesu Kristo.